Naitwa Lilian Ngatha, nimeokoka. Kristo ni, ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Namshukuru Baba Provost kwa kunikubali nihubiri katika ibada hii ya leo ambayo ni Jumapili ya watoto. Nawashukuru wazazi wangu kwa kunileta kanisani kujifunza neno la Mungu. Nashukuru Mungu kwa walimu kuwatumikia ili kunifundisha neno la Mungu. Katika kalenda ya Kiangilikana, dunia nzima tunaungana Wakristo wote kusherekea siku hii ya leo ambayo inahusu inahusu Kristo mfalme wetu, kuhusu Zekaria mlango wa sita mstari wa tisa hadi kumi na tano. Maelezo kuhusu Zekaria. Zekaria alikuwa kuhani aliyekuwa akitoa dhabihu katika nyumba ya Mungu. Pia alikuwa mbatizaji, a, pia alikuwa baba ya mbatizaji maarufu Yohana. Kitabu hiki kinatupa utafsiri kabla ya Yesu kuja. Pia inaongelea kuhusu jinsi Yesu atakuja kutawala kama mfalme kwa kiti chake cha enzi. Inatufunza kwamba Yesu ndiye mkuu. Zekaria alikuwa kuhani na nabii. Alifanya kazi ya kuhimiza wana wa Israeli kujenga hekalu na kurudisha uhusiano ulio bora na Mungu. Jeje mwenyewe aliandika kitabu hiki ambacho ni cha unabii kikiwa na neno la Mungu. Kitabu cha Zekaria kimegawanishwa mara mbili. Kwanza, Zekaria mlango wa kwanza hadi nane. Maono na unabii Zekaria aliyopewa na Mungu kuhimiza, kuwahimiza wana wa Israeli kutubu, kujenga hekalu na kuamini ahadi zake. Pili, Zekaria mlango wa tisa hadi kumi na nne yahusu utafsiri mfalme kuja urejesho wa Israeli na utawala wa Mungu juu ya maovu. Kitabu cha Zekaria ni ukumbusho wa upendo na ukuu wa Mungu. Tukirudi katika somo ambayo ni Zekaria mlango wa sita mstari wa tisa hadi kumi na tano. Hapa zere... Zekaria alikuwa na maono kuhusu taji katika kichwa cha Joshua likionyesha jukumu lake kama kiongozi na msimamizi wa watu. Pia aliona maono ya tawi litakaloleta amani na maendeleo lilionyesha nguvu ambazo zitaenea dunia zima. Hilo tawi litakuja na uongozi ulio bora wa amani. Najua wengi wenu mnajiuliza kuhusu tawi. Tawi ndio, kuna tawi nyingi Kenya, lakini hapa tunaongelea kuhusu Yesu mfalme ambaye atakuja kupitia katika familia ya Daudi, ili kutengeneza ufalme wa Mungu. Katika Ufunuo mlango wa kumi na moja mstari wa kumi na tano hadi kumi na nane, katika maandishi haya Kristu anatajwa kama mfalme wa wafalme. Sehemu ya maandishi yanatujulisha ufalme wa dunia hii umekuwa ni ufalme wa Mungu na wake Kristu, ataongoza milele na milele. Ufunuo mlango wa 11 mstari wa 15 hadi 18. Wazee ishirini na wanne walioketi mbele ya Mungu walianguka kifudifudi wakamwabudu wakisema, tunakushukuru e eh, Bwana uliyeko na uliyekuwa, kwa maana umetumia nguvu yako kuu ukaanza kutawala. Ufunuo mlango wa 11 mstari wa 16 hadi 17. Katika mstari wa 18 tunakumbushwa kuhusu wakati Mungu anahukumu waliokufa na kuwapa zawadi walio wake. Sehemu ya maandishi haya yanatufunza kuhusu kuja kwa Yesu mara ya pili kama mfalme atatengeneza ufalme wake duniani na kuongoza milele na milele. Tunauona nguvu za kutawala kwa Yesu kama mfalme wa wafalme na Mungu wa miungu. Mafunzo, kwanza, kutii uongozi wa Mungu, kutii utakatifu, amri ya Yesu kuleta unyenyekevu na kujitolea kwa mapenzi yake. Pili, kuamini mipango ya Mungu. Lazima tuelewe kwamba Mungu anatengeneza mipango yake hata wakati wa majaribu. Tatu, kuipatia kipaumbele mipango ya Mungu. Kutafuta ufalme wa Mungu na utakatifu wake unafaa kuwa kipaumbele chetu kuliko vitu vya dunia. Nne, kuabudu na shukrani. Kuwa na roho ya shukrani na kuabudu kwa Mungu na nguvu zake. Tano, tumaini wa wakati. Kuwa na tumaini, na wa... Kuwa na tumaini wa wakati ujao. Je, wewe unatumaini nani? Tafakari hayo. Mafunzo Nitawapa nita mfano mmoja. Sisi kama watoto hatupendi kutumwa kama tuko mchezoni, lakini tunafaa kujua kwamba, ku, kutii ndio ufunguo wa maisha. Na pia tunafaa kutii amri tunazopewa. Nanyi wazazi, najua kwamba wengine wenu wamekuwa wakitafuta kazi lakini hawajapata. Lakini Mungu anasema, tuwe na tumaini wa wakati. Wewe tu unafaa uendelee kuomba na kuamini milele. Sisi wote tunafaa kuweka vitu vyote chini ya miguu yetu na tumweke Mungu kuwa nambari ya kwanza. Je, wewe unaweka nani kuwa nambari ya kwanza? Tafakari hayo. Pia katika kitabu cha Zaburi Mungu anasema ukiniweka juu ya juu ya vitu vyako vyote, nitakubariki. Nawe u akikubariki, pia wewe unafaa ubariki mwenzako. Je, ukisema kwamba unampenda Mungu na wewe unajua kwamba biblia ulinunua uliweka kabati, uliweka kwa kabati, mbona udanganye? Tafakari hayo. Masomo. Kwanza, kumtazama Yesu kama mfalme, kueneza ujuzi kumhusu. Pili, tunaweza ishi kama na msimamo imara na tumaini. Tumaini lako unamwekea nani? Ni Mwenyezi Mungu. Tafakari hayo. Tunaweza kuimarisha uhusiano wetu na Mungu. Ufalme wa Yesu ni, ni wa sasa na anatawala katika mioyo wa, ya waamini na wakati ujao atatawala kimwili. Je, wewe pia ni, mo, ni, mo, ni mmoja wapo wa waamini? Tano. Ufalme wa kweli. Wewe unatambua ufalme wa aina gani? Sita. Kutambua Yesu. Saba. Kuwa na tumaini. Mfalme anastahili kuabudiwa, sio enzini bali hata kwa maisha yetu kupitia shukrani. Kuhusu Zaburi 110. Zaburi 110 ni ufalme unaosherekea mfalme anayekaa kando ya Mungu na atatawala milele. zaburi Zaburi mlango wa mia moja na kumi mstari wa kwanza. Mungu anasema, keti katika upande wangu wa kulia. Picha hii ya kukaa kwa mkono wa kuume wa Mungu imeonyesha mamlaka kuu yanayogawanya kati, kati ya Mungu na Kristo. Zaburi hii inatufunza ufalme wa Mungu hawezi tenganishwa na kazi yake ya ukuhani. Hii inaongelea kuhusu jinsi utawala wa Yesu kwa roho ya waamini na wakati ujao atakaporudi na utukufu. Mafunzo tunayopata katika Zaburi, zab, mafunzo tunayopata katika masomo haya ni yafuatayo. Kwanza, kutii amri ya Mungu kufahamu kwamba Yesu anaketi kando ya mkono wa kuume wa Mungu akihimiza, inatusaidia kuwa unye, unye na unyenyekevu na utiifu katika maisha yetu. Pili, kupata ujasiri katika ushindi wa Yesu. Tatu, ahadi kwamba adui wote watakuwa chini ya miguu yako, inatupa uhakikisho kwamba hakuna nguvu zozote zinapinga nguvu ya Mungu. Je, wewe una, una, unaupa nguvu gani iwe juu yako? Nne, ishi kama kuhani na mfalme. Kama Yesu aliishi kama kuhani na mfalme, waamini wote wanaitwa kuishi kama kuhani na mfalme kulingana na barua ya kwanza ya Petro mlango wa pili mstari wa tisa kumtumikia Mungu na kumwakilisha katika dunia. Maswali kwetu Je, utakubali leo Yesu kuwa mfalme wa maisha yako? Pili, ni kwa muda gani utaendelea kuongozwa na dunia? Tatu, watoto mko tayari kuamini Mungu? Tafakari hayo. Yesu yuko katika mlango wa roho yako, anagonga, mkubali ndani aweze kutawala. Na tuombe. Tunakushukuru Bwana kwa siku hii ya leo kwa kutusaidia kuelewa kujua kwamba Yesu ndiye mfalme wetu. Tunakuomba tuweze uweze kutusaidia ili kwenye, tueneze injili yako Bwana. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini.